Na kufuatia taarifa ya mkutano ambao umefanywa na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambao wamekutana katika ikulu ya White House ikiwa ni uh, mara yao ya nne mwaka huu, na mazungumzo yao yamejikita zaidi katika mustakabali wa Gaza na hii ni baada ya karibu miaka miwili ya vita vinavyotajwa kuangamiza katika eneo hilo na vinavyoendelea. Na katika hili tunaungana na mwandishi wa habari kutoka kule Marekani, Abdushakur Aboud, kufahamu mengi zaidi yanayojiri ya habari za hapo. Abdushakur, na karibu sana. Asante sana kumkaribisha tena. Naam, na kwanza, pengine ni mambo gani makuu ambayo yalijiri katika kikao kwa mara hii cha Rais Trump pamoja na Netanyahu? Kwa hakika kama vikao vingine vyote walikuwa na mazungumzo ya faraga kwa muda mrefu, alafu wakaja kuzungumza na waandishi wa habari. Kitu kimoja kikubwa kilichotokea ni kwamba Rais Trump alikataa safari hii kujibu maswali ya waandishi wa habari, jambo ambalo sio kawaida yake. Kwa hivyo, baada ya mkutano wao katika White House, wamezungumza na waandishi wa habari kuwaeleza kile walichokubaliana na Kilichokubaliwa ni kwamba wametoa pendekezo la nukta ishirini ambapo inatoa wito wa kusitisha mapigano mara moja huko Gaza, kutaka Hamasa kusalimisha amri, kuweka silaha zake chini, pamoja na kuachiliwa kwa mateka na wafungwa wa Palestina na vilevile vile huanza kuwasilishwa msaada wa dharura hasa chakula na dawa kwa wakazi wa Gaza. Muhimu katika mpango huo ni kwamba vilevile vile wamezungumzia namna ya kuunda utawala wa muda kuelekea serikali ya Palestina katika eneo la Gaza na hatimaye suluhisho la mataifa mawili. Kwa hivyo kwa ujumla ni mapendekezo ambayo hayakueleza kwa kina nini na namna gani kitachoweza kufanyika, lakini muhimu zaidi vilevile ni kwamba Trump amesema ikiwa Hamas haitokubaliana na mpango huo, basi Benjamin Netanyahu atapewa nafasi, watamuunga mkono kukamilisha kazi yake ya kuiangamiza kikundi cha Hamas ambapo kwa miaka miwili imeshindwa. Kwa hivyo Netanyahu na Trump wametoa mapendekezo bila ya kujibu mapendekezo au maswali ya waandishi wa habari. Trump ametaja kuwa na imani kubwa wengine wakati huu kutapatikana uh, makubaliano hayo ya Gaza. Ni kauli tu ya kisiasa ama ni uh, jambo ambalo linaonekana kwa sababu amekuwa na mazungumzo haya uh, kwa mara kadhaa sasa. Mataifa mengi ya Mashariki ya Kati na Ulaya kwa mara moja yameunga makubaliano hayo au mapendekezo hayo, lakini mapendekezo hayo yanaweza kukabiliwa na matatizo makubwa. Kwanza, upande wa Hamas, wachambuzi wanasema haimkiniki Hamas itakubaliana na mpango huo kutokana na kwamba haikushirikishwa kama ilivyokuwa katika miaka miwili iliyopita, wakati wa vita hivi. Wachambuzi na wadadisi wa mambo walio karibu na Hamas wanasema ni mpango ambao umefikiwa bila ushauri wao wako kule Qatar walikuwa wakisubiri. Kwa hivyo, hivi sasa wameshapokea mpango na wanatafakari na huenda wakatoa tamshi lao. Kwa upande wa pili ni swala la jinsi washirika wa Netanyahu katika serikali yake hasa wale wa mrengo wa kulia, namna watakavyopokea makubaliano hayo. Pendekezo hayo yanataka Israel kusitisha mapigano. Wao wa mkono wa kulia wenye siasa kali hawataki mapigano yasitishwe, hawaungi mkono suala la Wapalestina kuendelea na uh, kazi zao kule Gaza. Walitaka Wapalestina waondolewe kabisa. Mpango huu unapendekeza Wapalestina wapewe nafasi ya kiuchumi. Trump atafanya mpango wa kuunda serikali ya kimataifa au kamati ya kimataifa kuweza kusimamia kazi za kila siku hadi pale amani kamili imepatikana. Mambo hayo mawili, Hamas na wale wafuasi wa mrengo wa kulia, namna watavyopokea mapendekezo hayo ndiyo tutaweza kujua ikiwa haya ni matamshi ya kisiasa au ni mapendekezo yanayoweza kutekelezwa. Mm -hmm. Umegusia hapo kuhusiana na point ishirini na moja ama hoja hizo ishirini na moja zilizotolewa na Trump, hasa ukiwa uh, ni mpango baada ya vita. Nini ambacho kitajiri na yale ambayo yatawagusa moja kwa moja hatima ya Wapalestina pia na Gaza uh, yameonekana kuwa ni uh, mambo katika mjadala um, mkubwa nam. Bila shaka moja kati ya masuala hayo muhimu ni kwamba wananchi wa Gaza wataweza kubaki pale pale. Vilevile mataifa ya Mashariki ya Kati nchi za Kiarabu na Ulaya vilevile wataunda kikosi ambacho kitasimamia utekelezaji wa amani katika eneo hilo, alafu jeshi la Israel litaondoka kwa awamu tatu na kwenda katika mpaka wa Gaza, lakini kutakuwa eneo ambalo wanaweza kuwa hakuna harakati za kijeshi. Hayo yote yanaweza kuwa ni matatizo kwa Gaza, vile vilevile watakuwa na wasiwasi ikiwa Netanyahu atakubali kweli kusitisha mapigano kwa sababu wakati mapendekezo yalipotolewa wa Israel iliendelea kushambulia na hiyo jana watu 39 waliuliwa. Kwa hivyo wa Gaza vilevile wana wasiwasi ikiwa Netanyahu na Trump wana nia ya dhati kumaliza mapigano. Na mpango ambao wanasema utakuwa kwa faida yao ni kwamba watakuwepo na tume ya kimataifa kusimamia utawala wa Gaza ambao itakuwa ni mchanganyiko wa wataalamu wa kimataifa na Wapalestina. Lakini Wapalestina wanataka utawala wao na, hawata, na mpango huo unasema Hamas haitoruhusiwa tena kuwepo katika shughuli za kisiasa, kijamii au kitamaduni katika eneo la Gaza. Wanaweza kupewa msamaha wakitaka waondoke mm, au wanaotaka kubaki wataweza kubaki katika kikosi cha polisi. Kwa hivyo ni mambo ambayo yamezungumza kuhusu namna Wapalestina watakavyoweza kuendelea mbele na Misri na Jordan wanakuwa na jukumu la kuunda kikosi cha polisi cha Gaza baadaye mm -hmm. Kwa hivyo haifahamiki bado vipi hayo yote yataweza kufanyika. Tumeona kwa upande wa Netanyahu akikubaliana na hili, lakini wakati huo huo ndani ya serikali yake kumekuwa na mvutano na utofauti, hasa uh, kutokana na serikali yake ya mrengo wa kulia. hali hii inamweka vipi yeye uh, Netanyahu kisiasa? Kwa upande wa kisiasa bado angali na tatizo kubwa, kwa sababu upande mmoja, kama alivyosema wananchi, alivyosema wafuasi wake wa mrengo wa kulia toka zamani hawakubaliani na masuala ambayo yametajwa hapo mm. hawakubaliani na kusitisha mapigano hawakubaliani kwa wapalestina kuendelea kukaa katika eneo la Gaza wanataka undwa kwa makazi ya Mayahudi huko, na hivyo ni mambo ambayo atabidi kuzungumza nao anaporejea hii leo huko Israel. Upande wa pili, ingawa anaungwa mkono na vyama vya upinzani, hasa kiongozi wa upinzani Lapid, ambaye amesema anakubaliana na makubaliano hayo na mapendekezo hayo no ya kusitisha mapigano, lakini atakuwa na kazi ngumu kwani wananchi vilevile hawaungi mkono hali yake ya kuendelea vita. Wengi wanataka kuona mateka wanarudishwa nyumbani, ikiwa wale walioko hai karibu thelathini na maiti ya wale waliofariki. Kwa hivyo anakuwa na kazi kubwa bado kuweza kukubaliana na upande wake wa kulia na kuweza kukubaliana na wananchi wanaotaka kuona mageuzi yanafanyika. Mhm, Kwa mtazamo wako unaona kuna nafasi ya kutekelezeka haya ukizingatia hali hizo tofauti na mitazamo ama yatakuwa tu mazungumzo mengine kama yalivyopita ya uh, awali walioyafanya. Inavyoonekana ni kwamba Hamasi imewekwa katika mtego mkubwa sana. Kwa hivyo, itategemea vile Hamasi itakavyochukua jawabu hili na mapendekezo haya. Kwa hivyo, Hamasi ikikubali kuendelea, mpango huo unaweza kutekelezwa mara moja saa sabini na mbili. Kulingana na mpango huo, vita vitasitishwa, mateka wataachiliwa huru, wafungwa wa Palestina wataachiliwa huru, lakini Hamasi ikikataa au wale wenye siasa kali ya mrengo kulia wakikataa. Kwa hivyo hatujui mambo yatakuwaje, huenda wakabidi kurudi katika meza ya mazungumzo. Wataalamu wanasema ni mara ya kwanza katika miaka miwili hamasi inajikuta katika kona, kwamba haina njia nyingine yote, ikitaka amani inabidi kubaliana na mpango huo. mm-hmm. lakini ndio kuona mwisho wake huko Gaza, haijulikani kama inaweza kutekelezwa. Kwa hivyo ni vigumu kwa hivi sasa weza kuchambua kwa undani ikiwa kweli vita hivi vitaweza kumalizika, ingawa pande zote zinataka vita vimalizike, kwa sababu Umoja wa Mataifa, nakumbuka wiki iliyopita mazungumzo yalifanyika, mataifa mengi yanataka vita vimalizike. Kwa hivyo kuna matumaini kidogo fulani, ambapo huenda vita vikamalizika na Hamasi ikaona kwamba afadhali wasitishe mapigano na huku endelee na mazungumzo. mm -hmm. Sasa nini kinafuata pia baada ya mkutano uh, huo ambao umefanyika baina ya Trump na Netanyahu uh, huko White House. Kinachofuatilia hivi sasa, tunasubiri jibu la Hamas na tunasubiri kile Netanyahu ataambiwa na serikali yake. Ikiwa wataunga mkono, basi tunaweza kuona amani mara moja, lakini pande zote mbili zikipinga unga mkono pande hizo mbili, basi kutakuwa na shida kubwa kuweza kumaliza mapigano hayo au kuweza kupatikana amani. mm -hmm. Asante sana, uh, Abdushakur Aboud, shukran sana kwa kutujuza na kutufahamisha uh, kuhusiana kile ambacho kinajiri Asante sana Karimu, shukran sana. Ni Abdushakur Aboud, mwanahabari mkongwe kutoka kule Marekani, akitujuza kuhusiana na kile ambacho kinajiri hasa wakati huu ambapo uh, rais Donald Trump wa Marekani amekutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kubwa ni kujadili kuhusiana na hatma ya mgogoro ambao unajiri kule Gaza.